Ambayo tumetembelea leo ni mradi wa ujenzi wa daraja box culvert. Daraja hili lina mita kumi na sita na lina midomo mitatu, kila mdomo una mita nne nne pana, lakini kina chake ni mita tano. Mradi huu umejengwa kwenye barabara ya Kipoka Usimbe, maeneo ya nje ya mji. Lengo la mradi huu ni kuhakikisha wananchi wa maeneo ya Kipoka pamoja na Usimbe, lakini pia kutoka wilaya jirani Rufiji, kwa maana Muhoro, waweze kusafirisha bidhaa zao za kilimo, mazao ya kilimo maza pamoja na mifugo, pamoja na shule. Wanafunzi kuvuka mto ulikuwa ni changamoto kwa kutumia mitumbwe hapo nyuma kabla ya mradi huu. Mradi huu umeanza eh, tarehe mbili mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na nne na umekamilika tarehe moja mwezi wa tatu. Mradi huu umetekelezwa na mkandarasi ndo Sam General Agents Company Limited kwa kiwango cha shilingi milioni 258, 689,200.